Akizungumza mara baada ya msako huo, mkuu wa wilaya Tandaimba, Sebastian Wariyuba amesema mfugaji huyo atalazimika kuondoka kurudi eneo alilotoka ambalo limepangwa kwa ajili ya wafugaji na si vinginevyo, na kusisitiza mambo haya. Na siku kumi tu peke yake, uakisha kwamba unakaa na wakulima, mnatathmini mazao yaliyoharibiwa na kiasi gani unaofidia, fidia, fidia yao, unaondoa mifugo wako mara moja pasipo kuacha, na asirudi tena bila kuwa na kibali mahali hapa kwamba kwa, kwa sababu kimsingi eneo letu la wilaya Tandahimba si eneo la ufugaji, maeneo mengi yamejaa ni mazao mikorosho na mazao mbalimbali. Kwa upande wake mfugaji Athumani Sadiki anasema amelazimika kuondoka wilaya na nyumbu kuja bonde la mto Ruvuma kutafuta malisho hasa kipindi hiki cha kiangazi, huku baadhi ya wananchi wa eneo hilo wakiomba serikali kuweka ulinzi utakaowezesha wafugaji hao kutovamia maeneo ya wakulima na hivyo kusababishia hasara ya vyakula mashambani. Nimekuja huko bonde la Ruvuma kwa njia mifugo, ila sikutoa taarifa utaratibu yoyote. Kwa hiyo nimepewa agizo na mkuu wa wilaya ndani ya siku kumi niwe nimeondoka. Yaani, unatuasiri kuna kuwepo na vyakula vya kiangazi, vinalimwa mahindi yanashambuliwa, mboga za majani zinashambuliwa, ndio maana yake. Yaani wanapokuja hao wanakuwa hawana taarifa na hawana zile lugha nzuri na wale wakulima wanavyokuja maeneo yetu kama sisi hapa, wakulima maanake, kwanza lugha zao haziwi nzuri. kwa siku kumi hizi he, utakuwa unatusaidiaje juu ya kutulinda na mazingira yao liokwepo nayo kutokuwa sawasawa na maeneo ya watu? Kwa sababu ni siku kumi nyingi, na wana uwezo wa kutoka muda wowote wanaotaka wao, wakati wameshafanya jambo lolote lile, kwa sababu mpaka kufikia sasa hivi wakulima bado hatuko na amani. Katika kipindi hiki cha kiangazi, baadhi ya wafugaji hukimbilia katika vijiji vya wilaya ya Tandaimba Newala na Masasi ambavyo vipo pembezoni mwa bonde la mto Ruvuma kwa ajili ya kutafuta malisho na maji. Nikiripoti kutoka Tandaimba mkoani Mtwara, Lucio Mtu wa ITV.